Mtazamaji karibu. Kwa hivi sasa tuko naye Mary Gichui ambaye nimemkaribisha studioni kutoka maeneo ya Githurai ili naye aweze kutueleza uh, changamoto ambayo anaweza kuzipitia. Karibu sana mamangu katika studio zetu nikitumai kwamba uko salama, salmin na mkaribu sana. Mary ni nani? Tukianzia hapo, Mary ni nani? Ni mimi. Na maisha yako, tueleze kuhusu maisha yako. Acha nitusema maisha yangu hii ikuwa mzuri hivo kwa sababu mimi fenye nilizaliwa nilizaliwa Kangemi nika, ni mama yangu akaenda mm -hmm. mm -hmm. alikufa. Alikufa, ya mm -hmm. kanyumba hivi kambao hata ukiwa nje ulikuwa unachungulia una hiyo nyumba mm -hmm. ukitaka kujua mashida iko ndio. mm -hmm. hata watu wakikuja kwetu walikuwa tu wanachungulia ndio wanajua kama tuko. mm -hmm. Sasa mimi mama yangu alikuwa na shida sana penye aliachwa na baba yangu. mm -hmm. na baba, mama yangu akuwa na uwezo hata kidogo tena, hata watu walikuwa wanamtenga ka venye anaona akona mashida. Sasa mama yangu alikuwa anaenda kutafuta kibarua hii kibarua ilikuwa ya kulima mahali mtu anashindwa na kulima, mama yangu ndio alikuwa anaenda na kulima ndio tupate chakula. mm -hmm. Tulikaa nikakuwa mkubwa hivi. Penye nilikuwa mkubwa hivi mama yangu alikuwa na unaenda, saa ingine unaenda shule, saa ingine uendi shule kwa sababu hii shule ilikuwa ya kulipo sahii siku hiyo. mm -hmm. mama yangu alilemewa na kulima, kulipa shule sisi atu kusoma enye atu kusoma wangu alikuwa anatupeleka kwa shamba. Sasa anatu watoto wengine wanakaliswa huko wanachimbiwa masimu hivi, enye mtu anachimbiwa simu hivi, unajua mtoto alikuwa anachimbiwa simu, alafu ananyoroshwa nini anakaa chini mm -hmm. So, unaambiwa ulime, unalima, unachoka. Haya, saa kutoka hapo ndio tuliendelea tu na maisha. Mama yangu akaendelea na maisha, na ujue saa hiyo tunaenda kwa shamba atukuli Mm -hmm. Tulikuwa, tunachimbio ile ile nduma tuna nduma inakuanga ya muto unawekewa kwa, inaweka kwa, kwa, kwa jiko. Penye anaweka kwa jiko ilikuwa inapilangwa siku tatu. Mm-hmm. Mama yangu hapo anataka mtu aende kwa wenyewe, mtoto wake aende kwa wenyewe, penye alikuwa anaambia sijui anajifanya sijui nini. Sasa hapo anataka tuende mahali. Sasa tunalala hivi. Tunaamkia. Sasa wewe sienda shule ukiwa na njaa

si tunaanza kukura kahawa. si unajua venye watoto tu wanafanyanga mm. Tunaanza kukura kahawa so mama yangu anaenda anapima na tunarudi nyumbani. Kwa mlifanya kazi nyingi sana, za kujaribu kusaidia mama. Mama eh, sasa, hapo ukiwa na miaka mingapi we? Mimi hata mi najua mi si kusoma mm. mi sijasoma mi hata ukiniuliza nini siwezi kukuambia nini, mi nilifika nasa, klas tu, mizi hata si kusoma venye mama walikuwa na shida na hiyo shida ninaona tu ndio inakuja kunifuatilia sasa. Sisi mama yangu akakuwa mgonjwa, ugonjwa wa kansa mm -hmm. akakata matiti 30 yake ilikuwa mm -hmm. inakatika si, tukaendelea na maisha, tukaendelea na maisha, tukakaa tukakaa, fanya nilikuwa kama msijana kama 13, 14, hapo hivyo mm -hmm. nikaona mtu hii kijana alikuja akanidanganya kaniambia we fulani, ebu kuja nikuambie. Simi nilienda sikuwa ni najua ni nini, nikaenda nika akandanganyiriria saa sinona, saa hiyo ndio alianza mapenzi na mimi, akaniambia usiende kuambia mtu fenye ni nafa. Mi nilienda tu kwa sababu nilikuwa ja, mm. mama yangu ana kwa kiakukura watoto wana kwa kukura Kaina nikakaa huko nikakaa mimi hata mama yangu ananitafuta lakini anipati. Lakini huyu kijana alikuwa ananifungangia kwa nyumba. kwa nyumba. Mama yangu akanitafuta akanikosa. Siku moja huyu kijana akaanza madharau. Fenye alianza, alianza madharau, mimi nikatoka. So, alikuwa amekuchukua kule kama ni amekufunga, alikuwa amefungwa ama alikuwa mpenzi? Ni kama tu sasa, naweza kusema nini, kwa sababu alikuwa anaenda kazi ananifungia kwa nyumba lakini na muna uhusiano wote wa kimapenzi uh, nilikuwa tu kwa mshanzo uhusiano eh na na nifungia kwa nyumba mm -hmm. Sasa so, venye nilitafutwa nikatafutwa nikapatikana mahali niko si ni sasa, nikatoka nikaenda nikarudi kwa mama yangu mm -hmm. Eh na kwa hiyo eh, sasa hivi kwa kwa kwa kwa, kwa kifupi, ni kwamba aliondoka amekuja amezungumza maisha yako. Mm. -hmm. Eh, tuzungumze maisha yako kwa maana, kwa taratibu unaweza kufuata ni kwamba una watoto ambao wao una uko nao, si ndio? So, una watoto ambao umeweza kuzaa uliwapata hao watoto ukiwa na umri wa miaka mingapi? Nilitoka hapo nikaenda ku sijui miaka sana miaka, sijui acha tuseme ni kama 14 15 mm -hmm. Hapo hivyo nilietoka kwa hiyo kijana nikaenda kwa, nikarudi kwa mama yangu, sasa tukaanza, lakini ukuwa umepata mimba huko. Sikua na, si, napata mimba mm -hmm. Tukaendelea na maisha sasa, nikaa kwa kwa kahawa kwa, kwa, Venye nil, nilienda tena nikakutana na mwingine Mm -hmm. So, huyu mwingine tukakaa naye tukiwa watu wazuri sana mm -hmm. lakini siku moja alikuja kuleta kureta naye nini mambo yake mm hiyo -hmm. so, ananipatia mimba ya mbele yambere mm -hmm. nikasa ijana kijana mm -hmm. akaaga dunia fenye aliaga dunia tukakaa tena nikapata mtoto mwingine Mhm. musijana tukakaa mm -hmm. tukaka tukakaa tukaka. Sindio tena tukakosana Mhm. Mm tulikosana na yeye mimi nikarudi kwa mama yangu na mtoto. Mhm. Huyu mwingine ajui kama nilikuwa na mtoto na anakufa na anazikwa. Mhm. Sasa maisha ili, ilikuwa ngumu na shida, tulikuwa njaa. Mm. Kwa sababu unaona sasa ukienda kwa mama yako unaona ukuli lakini ukiwa kwa kijana si unakula. Mm. Na ni watoto na mama yako akoja mm -hmm. na, wa, na mama yako anako na shida. Mm. Sasa ninaona hii ni shida marashi hii ni shida mara shida, nikarudi kwetu na huyu mtoto. Okay. So kwa ule mume mmoja alikuwa ameweza kujaliwa kupata watoto si kupata hata mmoja lakini umwingine mmoja alifariki na mmoja amerudi naye nyumbani, rudi naye nyumbani abarapo. Ukajifunza kitu ama bado, ukajikuta kwa mwanaume mwingine? Nikajipata tena niko kwa mwanaume mwingine, kwa sababu unajua sasa kura nilikuwa na kula tena hapa, nikirudi kwa mam, siku mingi nise nipenye, tunalala nje, nalala nje. Sasa njaa ndio nakufanya ukajikuta kwa mwanamume mwingine. Sasa unaona, sasa mama yako ako na shida ana mwanaume akumsaidia na wewe umekuja na mtoto mwingine na mimi nakuja na mwanaume na mtoto mwingine. Sionaa nikaona tu ninapatia mama yangu shida. Na ta tena nikipata mwanaume mwingine si ni nikaenda. Ukapata mtoto mwingine pia. Ta nikienda, tulikaa hata huyo tulikaa sana. Fenye tulienda, nilienda, mwanaume alikuwa ananiambia yeye ni watchman. Kwa sababu anakujanga asubuhi anarara fenye narara Saa kumi na mbili anaenda ka kazi, mi nilikuwa tunadhania ni ni job eh. Saa tunakaa tunakaa tunakaa fanya tunakaa hivi, nikastukia nika kube huyu kijana alikuwa mugai mugaindi, unaona savenye. Mm, niliona nilijua ako gaidi. Sa nikashindwa, sasa tena napata watoto wanne nitapeleka wapi? mm -hmm. alikuwa shakuzalisha watoto watatu, ndo kajua ni wanne. mm -hmm. wanne eh So ulijua bado shaza wanne, ndo ukajua kama ni jambazi ni eh? E, eh, nikajua huyu kijana alikuwa gai gaidi. Nikaambiwa na watu wengine, kasema hapana. Mi niligoja, nikagoja, nikagoja nikapata kijana ni ukwe kwenye polisi ilianza kuingia Kongo mm. Sasa nika mama yangu akakuja, sijui nani aliambia mama mama akakuja, akanichukua, akakuchukua, akanichukua na wanne. Eh, nikamwambia mimi mama, siwezi enda kwako, mi nitakupatia shi hmm. shida na shi nauna mtu akutusaidia akutusaidia, sawa. so, mimi sikukataa, mimi nikarudi kwa mama yangu tukaka wacha tukae akaniambia Mary. Ukifika kumbuka, so, ulipokuwa nyumbani ulikuwa umemwacha mama yako mtoto mmoja e. Umekuja huku umesema umependwa wala wa vizuri waishi vizuri e. Mume wako ni watchman kumbe mwizi e. Naye amekuzalisha watoto wanne, so umerudi kwa mama umemwongezea wanne, ni tukakaa watano. Watano. Sasa tukakaa tukakaa tukakaa mama mwingine alikuwa hapa hey, mtu mimi fulani mnaonaga ni mzuri, si ukuje ukae kwa kijana yangu. Nikamwambia mimi, maisha ya, ku, ya, ya kuolewa sta Hmm. Saki. nikaenda kwa msee wacha nikuambie Ukakubali baadaye ukaenda wacha nikuambie Nitakubali kwa sababu sina kitu sina kitu ya kusaidia mama yangu mama hmm. yangu ndio huyo ako na shida hmm. hii ni matiti nayo namwaga masiwa kumwaga damu namwaga damu kumwaga na umeongezea watoto watano sasa mimi nikashikwa na kitu Nikasema sasa kuingia kwa mama yangu siwe siwezi wacha nikuambia ndugu yangu Mm. Nilienda tu kwa mama yangu, lakini penye nilienda kwa mama yangu niliteseka, penye ninaona mama yangu akifanya, nilikuwa na teseka tu, lakini sikuwa na nini. Kila ndio anakuja anamwambia mama, sienda uchukue milatina mm. uweke, upige hii changa nini hii, napigangwa na milatina ni pombe, ama ni nini? Uh -huh. Kata, ni pombe mamangu akakataa. Penye alikataa akaambiwa ni mjinga. Penye aliambiwa na mjinga tena kukaa kaa, akaambiwa mama yangu ni mchawi. Mama yangu akashikwa akapeleka polisi kwa chief, penye alipelekwa kwa chief wakaitisa mwenye aliro, aliroga. Uh -huh. Unajua, alisema mimi ndio anaroga kwa sababu maisha yako yana mitia ni mitia e, na maisha yangu ifenye inaendelea, unaona mi mm -hmm. Mama yangu tukakuja na, na mama yangu, mama yangu akaambia siju waliongea na, na, na, na fenye waliongea, nikakuja nikarudi nyumbani. Venye nilirudi nyumbani umzee wangu alikufa. ulikuwa umezaa naye huyo huyo. Pole sana huyo mzee wako alikuwa amempata, ambaye aliaga dunia, ulikuwa umeza naye watoto ama mkubahatika kupata mtoto? Tuliza naye watoto wangapi? Waine, wanne. Wengine e, kuongeza na wale watano e, una watisa, wakakuja waka kumi pamoja na yule aliaga dunia e. Mimi nikapata nika mashida kutoka hapo kutoka hapo kutokapo hap mbona mbona, kulia swali moja dada Mary, mbona uzee watoto wengi wakati uko unajua kwamba una moja kwa nyumbani? Ulimpeleka wa kwanza moja aliaga dunia, mama ni mgonjwa, chakula ni shida, umekuja umepata mwanamume mwingine, ukazaa wengine wanne, ukarudi bado wapitia kipindi kigumu, alafu tena uje uzae wengine wanne? Nilisaa kwa sababu hmm, mi nilikuwa naweka, nilikuwa naweka coil Uh -huh. Sasa nilikuwa naweka coin, uhum. Nilisaa mtoto akiwa na coin kwa matako. Uh -huh. Penye hiyo mtoto nilimsaa alienda kutolewa coin kwa matako. Shindano nikidungwa, nilikuwa na breathe, nilikuwa nanyesa mpaka baka kwa, hiyo miezi naisha. Kwa, ulijaribu kupanga uzazi hmm, lakini ilikata? Ilikata na ikakata na ikakata. Ikakata. Hmm. Sasa shida, mama yangu alikuja akaaga dunia. Mama angu akiaga, katulia sasa. Sasa hapo ndio maisha, maisha ikaenda. Watu wakaanza, watu wakaanza kusema, aliwacha mama yake, sasa ndio atakufa. Na cha sisi tukaendelea tuna maisha, tukakaa, ndugu yangu akakufa ndugu yako, ndugu yangu mmoja mwenye tulikuwa tunashikana naye hivi akaaga dunia, mwenye aliaga dunia, tukaachwa tukiwa watoto watatu. Shanikuambia, maisha ikinilemea hapo, watoto ndio wao wanararaja, watu watu ndio wao wanaongea maneno vibaya vibaya. Nikaambia Mungu tu asante. Nilienda hivi watoto wangu wakaanza kukufa, mtoto mmoja mmojannii mkuta roe akangu swaro ifenyari angu swaro ya kapela kwa sete mochari, na kulikuwa mwezi wa ine, niliweza kutafuta mtoto mwezi wa ine, mwezi wa tano ndio nilipata mtoto. sete mochari fanya nilitafuta mtoto, tukienda na mama mwingine kufutafuta huyu mtoto mm. <laughs> ndugu yangu ndio aliniambia, mtu akitafuta mtoto ukimkosa mtu anaenda mochari haram, mtu anaenda hospitali kutafuta mto nikamuuliza, haya. Yeah, mi naenda kutafuta mtoto siti mochari mocha, kwani mtoto alikufa? Si uniambie ukweli wa mambo. Nganiambia hapana, mtu anaenda kutafuta mto kuangalia tu, labda wenda. Mimi mimi nilikaa hivi, nikamwangalia, nikakaa hivi, nikaambia we, Mungu tu nisaidie. <laughs> Ndio, baada ya kwenda mochari, nika nikafuatilia tu kutafuta mtoto. Najua kuna ndoto ili nitokea. Nilikuwa nirikua na rara, nilikuwa nachoka na choka hata siku tato, sikuwa sikua na nakuranga naomba tu Mungu kama sijakura. Ndoto moja ikanikujia, mama yangu akaniambia, Mary usitafuta huyo mtoto, lakini tafuta mafupa yake. Mtoto wako wako ni mimi, niko na yeye na mtazamaji, tutakuja kuzungumza zaidi na Mary Gichui ambaye tuko naye hapa studioni, atueleze mengi. Lakini kwa kweli, ukiangalia sio rahisi kama unavyofikiria, ana kidonda kidonda ambacho hatujui kama kitapona rahisi, lakini tumpe nafasi apumzike. Tukirudi tazungumza mengi, lakini tukienda mapumzikoni, tupumzike kwa, tukiacha nambari yake ya simu kwenye runinga ili uweze kuangalia utafanyaje, itawekwa hapo baadaye, tutakuja tuizungumzie zaidi.